za kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dk Jakaya Kikwete na Rais wa Jamhuri ya Watu wa Kenya Uhuru Kenyatta amezindua rasmi ujenzi wa mradi wa barabara wenye urefu wa kilomita 134 kutoka Holili hadi Arusha na Taveta hadi Mwatate nchini Kenya, utakaogharimu dola za Kimarekani milioni 218. Kukamilika kwa mradi kwa barabara hiyo ambayo imejengwa kwa kiwango cha lami inatajwa kama nguzo muhimu katika mwingiliano wa kibiashara baina ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Taarifa zaidi na Zefania Renatus ni mwanzo mwingine mpya unaotarajiwa kuchochea kwa haraka ukuaji wa kiuchumi baina ya wananchi wa nchi hizi mbili Tanzania na Kenya, ambao umezinduliwa rasmi na viongozi hawa wawili. Wakizungumza na wananchi wa Taveta nchini Kenya, Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania na Rais Uhuru Kinyatta wa Kenya wamesema kukamilika kwa ujenzi wa barabara hii utafungua fursa mpya ya kibiashara. Barabara hii ni muhimu sana kwa wananchi wa Kenya na wananchi wa Tanzania, sote tunanufaika nayo. Wananchi wengi wa Tanzania, hasa wale wa kaskazini ya Tanzania na wakati mwingine hata wale walioko sehemu nyingine za Tanzania, wanatumia bandari ya Mombasa waanza safari ya kuimarisha uchumi na kuendelesha biashara. Umuhimu ni wananchi wetu na vile viongozi wamesema hapa ya kwamba watu wetu ni wamoja, hawajui na hawaelewi tofauti yao kwa sababu ya mpaka moja. Kwa upande wake naibu waziri wa ujenzi na miundombinu nchini Kenya Najib Balala na naye anaeleza muhimu wa barabara hii. Na hii barabara itakuwa ni ya muhimu sana kwa sababu ya mambo ya uchumi kutoka bandari ya Mombasa kuelekea hapa Taveta na Moshi na Arusha na huko uh, uh, kaskazini mwa nchi ya Tanzania. Rais Kikwete ambaye anamaliza muda wake wa uongozi ametumia fursa hiyo kuaga wa Kenya, huku akisisitiza ushirikiano wa pamoja baina ya Tanzania na Kenya. kenyana wasiwasi na uhusiano wa Tanzania na na Kenya utakuwaje? Utakuwa utakuwa mzuri, utakuwa mzuri tu. Utaendelea uhusiw Tanzia Kenytue, wananchi nao wanazungumziaje hatua hii? Naweza kupeleka hata bidhaa kama ni mwatate hivi, kamawatate hv kamatomato na na mambo mengine, yani shul shul tu nyingi za kibiashara zitakuwa, kwa sababu watu watakuwa na uoga wote, wanyama wasiwasi labda kuvamiwa. Kwanza biashara hapa itakuwa nzuri. Unajua kipindi hii barabara ikiwa mbaya, tulikuwa tunapata shida sana, hata kukwama hapa ku, ilikuwa ku, kutoka pale Taveta mpaka hapa tunachukua muda sana. Ujenzi wa mradi wa barabara hii unatarajiwa kukamilika mara ifikapo mwishoni mwa mwaka 2017. Zefani Adanatus, Star TV, Kilimanjaro.